Maumivu ya viungo na mifupa yamekuwa yakiwakumba watu mbalimbali, hasa wenye rika tofauti, lakini ajabu ni kwamba chanzo chake mara nyingi hakihusiani moja kwa moja na changamoto yenyewe. Sasa baadhi ya, ya maumivu haya hutokana au uchagizwa na life, life style ya mtu husika, yani mtindo wa maisha huathiri kwa namna moja ama nyingine maumivu haya ambayo yamewathiri watu wengi sana. Imekuwa nikipokea simu nyingi sana za watu ambao wananiambia kwamba wanapata changamoto hii. Sasa leo niko hapa kukueleza baadhi ya mitindo ya maisha ambazo zimekuwa zikiwaathiri watu wengi sana na kujikuta kwamba wanapata changamoto juu ya afya yao. Jambo la kwanza ni ukosefu wa kutofanya mazoezi. Unapokuwa hufanyi mazoezi kwa muda mrefu, unaweza ukapelekea mifupa yako kutokuimarika na hata misuli yako kutokuimarika na kupelekea maumivu makali sana. Lakini jambo la pili ni lishe sahihi. Watu wengi wamekuwa hawazingatii lishe sahihi lishe ambayo ni muhimu kwa ajili ya afya yako ya mifupa na maungio, mfano vyakula kama vya calcium, protein na omega 3. Vyakula hivi ni muhimu sana katika afya yako ya mifupa na maungio. Jambo la tatu ni uzito mkubwa. Watu wengi wenye uzito mkubwa huongeza shinikizo katika maungio yao ya mifupa, hasa hasa maeneo ya kwenye magoti. Hii huathiri watu wengi sana. Jambo la mwisho ni uvutaji wa sigara na unywaji pombe. Mfano, nicotine ambayo inapatikana katika sigara huathiri mtiririko wa damu katika mishipa ya damu katika mishipa na hata kupelekea kwamba mifupa kutokuwa imara, na pombe ufyonza kwa kiwango kikubwa madini ya calcium ambayo ni chakula muhimu kwa ajili ya mifupa yako. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinaathiri watu wengi ambavyo vinahusiana na mtindo wa maisha. Kama wewe ni mwanga wa matatizo ya mifupa na maungio, hakikisha kwamba unawasiliana nami. Nimewasaidia watu wengi sana kuondokana na changamoto hii, naamini hata wewe. Hii ni fursa adimu kwako kwa utokomeza changamoto hii.